Kwenye upande wa kilimo tumeanza vizuri um. Tumeanza na ruzuku za pembejeo, tumeanza na ruzuku za mbolea. Kwa upande wa mifugo, ruzuku za chanjo. Tumejenga majosho, tumekarabati minada na kujenga mipya, machinjio ya kisasa Tanzania kote. Tumefanya hiyo kazi, na hiyo kazi itaendelea kwenye kilimo cha mazao. Kilimo cha umwagiliaji maji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 na ndio maana kuna miradi mingi bado haijakamilika inaendelezwa, na bado mingine itakuja mpaka tuhakikishe kila mwananchi yuko karibu na maji safi na salama. Kwenye elimu, kwenye elimu, Mwenyezi Mungu ametubariki, ametubariki Simiyu. Uwezo wetu wa kuleta watu duniani ni mkubwa mno, kwa hiyo tutajitahidi kila mtoto wetu awe na fursa ya kupata elimu kutoka ile elimu ya malezi mpaka chuo. Tunaandaa hizo fursa, tumeziandaa vijana wanazitumia, na tutaendelea kuziandaa. Lakini vile vile kwenye umeme, umeme ni maendeleo, umeme ni usalama wetu, umeme unaturahisishia kazi majumbani, umeme ni nuru, ni mwanga. Na dini zote tukiomba dua tunasaa Mwenyezi Mungu atupe nuru. Sasa kwa duniani, nuru yetu ni umeme na jua. Kwa hiyo umeme, bado tutafanya kazi. Tumemaliza kazi ya vijiji, tunakwenda vitongoji, tahakikisha vitongoji vyote vya Tanzania vimeunganishwa na umeme, na sasa ibakie kazi ya mwananchi mmoja mmoja, akimaliza kuuza mazao, kuvuta umeme ndani ya nyumba yake, hayo ni juu yenu, lakini sisi kama serikali miundombinu itakwenda kwenye vitongoji vyote. CCM oyee! <coughs> <coughs>